Katika Uislamu hakuna kitu kimetiliwa mkazo kama nidhamu, kufuata nidhamu lakini kwa Waislamu hizi ni zitu ziko midomoni, nikija katika utekelezaji, watu ambao hawana nidhamu ni sisi, na kila mtu hawezi kusubiri. Pala nenda sia, hospitali, ofisini, nenda mahala pahitajika, hata kukata tikiti pahitajika kushika foleni, na wewe utasikilia pale mahala pengine watu watano tu, na kila mtu ndaika mbili, utaona wababaika, wataka kutumia mbinu yoyote kuiruka ile foleni yote, pengine walioko pale ni mwanafunzi wako uingie pale uharibu haribu nidhamu, uvunde safu, uingie ufate utakalo, kisha na ukitoka usherekea wewe ni mjuaji sana. Yani ya, kwenda pale mii metumia tumia nguvu zangu meruka ruka. Yani wewe wajionesha na wajisifu kwa watu, wajisifu kwa nini? Kwamba ni mtu huna nidhamu. Sote tuko hivyo jamanii, hakuna atakayekusubiri.